Mkiwa mnakaa mnajadiliana, jadilianeni jinsi gani ya kukwamua viziwi kwenye swala zima la uchumi. Mkijadiliana hivyo na mkawafuatilia kwa karibu, kila mwenye, mwenye, kila kiziwi apate mkopo kule alipo, na wakishapata mikopo wakifanya zile biashara vizuri, wanakwenda kujikwamua kiuchumi, na boo ndio mtaeleza kwamba mmeweza kuwavusha viziwi. Mueleze ni kitu gani nimefanya kwenye wakati wa uongozi wenu. Msipofanya hivyo, uongozi huo unakuwa hauna tija. Ni lazima mtoe matokeo, mwenyekiti lazima mtoe matokeo, Bodi ni lazima mtoe matokeo, mkurugenzi utapimwa kwa viziwi wangapi umewawezesha kiuchumi. Usipowawezesha kiuchumi, wakapata elimu ya kutosha na wenyewe kuwezeshwa kujikwamua wakaenda kule benki wakakuwa mikopo ya benki ipo. Mikopo kule ya kuwezesha wajasiriamali iko kule bilioni 18 Mama Samia alitoa, lakini mikopo ye, yenyewe haiendi kwa kasi. Lakini ninyi mkiwezeshwa mkaanzisha vikundi vyenu, na ninyi ni wanufaika wengine wa ile bilioni 18 iliyowekwa na Mama Samia katika benki ya NMB. Lakini mtaendaje kule NMB kama hujui kusoma na kuandika. Ndio maana nasema lazima elimu tuhakikishe kila mmoja anapata elimu. Unakwenda pale umeandika biashara yako, meneja wa benki wanaikagua, wakiona iko vizuri, haangalii kama wewe ni kisini, anachoangalia ni tija ya ile biashara, ili uweze kufanya ile biashara na hatimaye unarudisha mkopo. tena ile ya kule benki riba yake ni kidogo sana, ya halmashauri haina riba kabisa. Kuna mikopo mingine iko kule wizara ya maendeleo ya jamii, mifuko kama sitini na sita. Yote hiyo inasubiri na ile wizara ya maendeleo ya jamii, pia ninyi mnatambulika ni kundi maalum ambayo mnapewa kipaumbele, mnapewa upendeleo. Tusiache hii fursa ikapotea. Mimi hiyo ndilo langu nalosisitiza, mtu akiimarika kiuchumi, hakuna kitu chochote atashindwa, kila kitu tunaweza pima kwa jinsi gani ninavyowakwamua viziwi wanavyojiunga kwenye mikopo, kwenye masuala mazima ya ujasiriamali na vitu kama hivyo. Wewe umeshasomeshwa na serikali, wewe ni mstari wa jamii, unaacha alama gani pale kwa kuwasaidia hawahitaji? Ni muhimu sana uwache alama. Kwa hiyo niwahamasishe wananchi wenzangu ambao ni viziwi, lakini bado nyie ni nathamini wa sana. Jueni hiyo, fursa zote zinazotolewa kwa Tanzania hii lazima mzichangamkie, changamkeni, mzikamate, muweze kushiriki katika maendeleo. Mkisubaa kuja mikono hivi hakuna atakaye kuja kukuamsha. Sasa mimi nikuamshe wewe na wewe utaenda kuamsha wengine wale unaowajua. Maafisa maendeleo ya jamii, kawaamsheni wote waliolala huko nikija kwenye halmashauri yako nikwambia, unao viziwi wa ngapi? Unaanza kuniambia unajua nao watatu, alafu na mimi najua kwamba wako ishirini na wewe hujawatambua hatupaswi kufanya masihara, tutatambuana. Tunapaswa kuwatambua hapo. Kwa hiyo sio kanzidata tu ya wakalimani na kanzidata ya viziwi wote tujue, kwa mujibu wa chapita shule za vitengo vinavyotoa elimu kwa wanachama wake ni takriban 176 angalau serikali imejitahidi, kuna hivi vituo ningetamani kuona kila mtoto wa Singida anafika pale Sabasaba kuja kupata elimu. Kuna wengine wako kwa vijijini, maafisa ustawi, tusikute watu kwa vijijini maafisa elimu maalum. Tujitahidi katika kuhakikisha ya kwamba tunashirikiana na maafisa ya ustawi kuwatambua. Hawa ni wateja wetu, hawa ni Watanzania, ili mwisho wa siku waweze kupata huduma. Serikali inajaribu kushughulikia matatizo mbalimbali, tatizo mojawapo, changamoto kubwa ikiwa ni kukosekana kwa wataalamu ambao wanafahamu lugha ya alama. Tatizo hilo tunalifahamu, lakini tumeambiwa wa, wa, wa, wa, wa, wataalamu hao zaidi ya mia tatu, tuwatambue tuwatumie kwa hao tulio nao, lakini serikali inaendelea kuongeza kuwasomesha wataalamu ili angalau kila mahali wataalamu waweze kufika. Kwa hiyo maafisa elimu wa elimu maalum tujitahidi, kwa kweli elimu inawafikia walemo, tukishafundishwa twende kwa walengwa, na wenyewe wakapate hiyo elimu. Mawasiliano kati ya viziwi na watu wa huduma yanaendelea kuboreshwa ili kuondoa vikwazo vya mawasiliano wakati wa upatikanaji wa huduma. Serikali imechukua hatua kwa kuhimiza watu wa huduma wote kujifunza lugha ya alama na kuajiri wakalimani wa lugha ya alama katika baadhi ya vituo ili wenzetu wanapofika katika vituo vyetu waweze kupata huduma bila vikwazo vyovyote. Sasa wakalimani jamani, kama wapo mahali hapa na huku mwingine walipo, mkitumika katika maeneo haya, ni lazima muwe na maadili, ni lazima muwe na usiri, kwa sababu kazi yako inaonekana. Ndio maana sisi tunakuombea dua, kwa sababu kazi yako inaonekana, tunakuombea dua Dkt. Fatuma, kazi yako inaonekana ziwilinoma sema naomba